Maji wa TV Media hapa ni nje ya ofisi ya kata ya Likombe iliyopo hapa halmashauri ya Manispaa Mtwara Mikindani mkoani Mtwara. Hapo leo Disemba 31 moja, uh, kamati ya maendeleo ya kata hii imefanya kikao chake kujadili mambo mbalimbali yanayohusiana mbali, na maendeleo ndani ya kata ya Likombe. Tutakwenda kusikiliza hoja mbalimbali zilizotolewa na washiriki wa kikao hiki eh, pamoja naye mwenyekiti wa kamati ya kata hii ya maendeleo ya kata hii ambaye ni diwani pia wa kata ya Likombe, si mwingine ni Said Salum Sefu. Chivihi Media tumekuandalia taarifa ifuatayo, karibu. Ukarabati wa haraka kwa sababu sasa hivi Likombe hakuna mgonjwa wa kupumzishwa, na watumishi mkikutana na watumishi huko, mkikutana na watendaji wenzetu kule Manispaa, tuwanongoneze wanaohusika, ili sasa iwe timu mzima. Tunaweza tukao mwenyewe hapa, nataka tupumzishwe pale, ikawa shida. Mimi nimeambiwa, nimepiga kelele, nimepiga kelele ndani ya wiki hii. Kwa hiyo tunatarajia matokeo mazuri yatakuja, lakini tuendelee kutoa taarifa. Lakini ustawi wa jamii, tukuombe utengeneze mpango na mchakato wa kwenda kutoa hii hali ya kudhulumiwa watoto wenyewe. Kuambiwa ukenda kwenye mziki unadhulumiwa, ukitembea na mwanaume kwa umri wako unadhulumiwa. Maana sisi tukawambiwa nauzulumu tu tukawambiwa nadhulumiwa, wajue kwamba kinachokwenda kukifuata kinadhulumiwa. Tupite mashuleni na mwenyekiti wa serikali ya mtaa mtaa huo wawepo na mtendaji wake. Kama watoto wanatakiwa kapadasa mwalimu akikwambia tuna watoto ishirini, ukae nao kwa siku ile kwenye mpango wako kutembea ukakabidhiwe, ili uwaambie. Lakini tumeona misama imekuwa ni mingi kwenye kituo chetu cha afya Likombe, na misama kuwa mingi ni matumizi makubwa ya kutofikia yale malengo. Mfano ujenzi wa ukuta sisi wenyewe pale, ila yote nazama kwenye nini, kwenye msamaha. Wenyeviti wa serikali za mitaa ni waombe na watendaji, mnako kwenda huko, tukawaambia wananchi wakate bima ya afya kwa wote, tumelewana lakini pia tuzingatie, tunempa msamaha huyu kweli? Mgonjwa siwezi kumtabisha ustawi kule, maana mnayempa ni huyu wale mnaoandikia barua kwao angalia angalie, na tuwashauri washauri, wale wazee ambao wanaojiweza, tuwashauri shauri ili tupunguze hii misama. Kwaio tuwashinikize na kuwashauri wakate bima, wakate bima. Lakini elimu yenyewe, ili ifanye vizuri, lazima mambo manne hivi, ayamesimama hivi ni inayowajibika, mambo manne, ili elimu ifanye vizuri, kwanza serikali serikali lazima itimize majukumu yake, kwa maana serikali ndio itaweka miundo mbinu yote itajenga majengo yale. Lakini namba mbili ni wazazi, sababu wazazi ndio wanawajibika kumchukua mtoto na kumpeleka shuleni. Lakini namba tatu, walimu lazima wawajibike kuona kwamba wanawajibika kufundisha, kuhudhuria vipindi vyote hivyo kila mbane mtoto mwenyewe lazima atake kusoma, kwa sababu kwenye elimu kuna mambo mengi ambayo kama sisi kama chama tumechukua na tunajua, kwa sababu kwenye chama chama kipamanua tuna vyeo mbalimbali ambavyo vinahusiana na elimu. Kwa hiyo jukumu langu mimi kwenda kuviamsha. Sasa sisi tuone tunashiriki vipi huko mashuleni. Kwa hiyo mtapoona tunafika huko kupitia kikao hiki sisi kama tunafika huko kuona hivi kile ambazo ndio hapa sisi na kama chama tunafanya kazi. Barabara nyingi sana zimekufa mimi mm -hmm. Na barabara mbili hizo hata gari sasa hivi alipiti. Kwa mfano, barabara bondeni kutokea kwenye kwenye kijiwe kile cha mabodaboda kule ili iweze kupita gari sana. Alafu hata hii iliyotoka hapa kwa kwa mzee Nachuchi hapo kushuka kule chini, mm -hmm. Gari alipiti pale. Yani kabisa imekufa. Ee. Ni ndondini ya barabara za mitaa sababu kuna barabara nyingi tumezifungua kati ya Likombe lakini sasa hivi zile barabara zimeharibika kutokana na mvua kubwa ambayo ilinyesha mbuaidayi sasa, zee, barabara, sasa idia, zimika, geomba, msakato, uko, barabara. Zile barabara sasa hivi hazijulikani mtu wapi apite, kwa hiyo ningeomba TARURA watakapoanza mchakato huu wa uchungaji wa barabara basi waziangalie zile barabara ambazo tulizifungua ziweze kupitika kwa wananchi hususan, ni barabara za mitaa za kutenganisha kama mtaa mtaa mm -hmm. wa Mlimani, mtaa wa Tukwezi, Liungu, mm -hmm. Mbenga, Madaba. mm -hmm. Kwa hiyo tuangalie hizo barabara ambazo zimeharibika na mvua. Sasa kingine, ninachokiwaza tujue ni mipaka, yani mipaka ya kata yetu. mm -hmm. Siku moja nilikutana na polisi wa ajabu pale. mm -hmm. mm -hmm. Akauliza, kwani mpaka kwa wapi? yaani ni, ni kiongozi wa kata, mm -hmm. lakini haujui mm -hmm. mpaka. mm -hmm. tulikuwa mimi yeye na mtendaji, mwenyekiti wa Mbenga mm -hmm. akawa anashangaa kwa sababu kuna watu wananufaika na kata yetu mm -hmm. wakati sisi wenyewe tunufaiki, akasema. mm -hmm. kingine kinachochangia hatujui mipaka mm -hmm. ya kata yetu kule Magalani mm -hmm. hatufahamu. mpaka huyo alienda kumuuliza mwenyekiti wa Mbenga ilikuwa temeliwa... mimi mwenyekiti wa Mlenga mm. na yeye Sa. na hata huku Mtepwezi pia mm. nakumbuka ofisi yangu ya kwanza pa, nili, niliomba hili swala mm. nijue mipaka yangu kwa mtaa mm. Mtepwezi nasikia tumepakana na Mlimani, ni eneo gani mm. huku hususani hukule huku kusini mm. hususani huku kusini mpaka halisi misi mtendaji nilimuuliza, alisema yeye alipokapewa eneo alisema eneo la Mtepwezi linaishia mm -hmm. Tuta la magereza. Sasa tuta la magereza ni wapi? Na ninavyohisi au ninavyofahamu mimi, mpaka wa mtaa unaenda na mtaa. Sasa kama tunaishia tuta la magereza, huko kwenywe ni mtaa gani? na vipaumbele tena vitalu. Mama shule wasemaje? Achie vitalu. Vitalu ni shida kata yetu, pamoja na maji. Hata kama wamekuja kule wakapima, lakini wananchi wanalalamika swala na maji kutoka hapa katika ofisi ya kata ya Likombe ambapo leo hii Disemba 31 walikuwa na kikao cha kamati ya maendeleo ya kata. Mimi ni Heri Abdalla na hii ni Chivihi Media.